Sasa nitembee, tunaenda wapi? Mwenyewe sioni mnanipeleka

Mapenzi ya kisasa. Shanifahamuudoi, niseme nini? Mi nawashukuru, najua umetoka mbali, umetusaidia kwa mambo mingi, ila nisi ndugu wa damu. Nawashukuru nawapa kuongezi. Mume wangu asante kabisa.

Ila nikwambia kitu moja kaka, niache wajoe kakangu kabisa kabisa kabisa, wale kakangu. Ila nataka nikuulize jambo moja, ngoja nikuulize jambo moja, mke wako bado unampenda moyoni? Ah, mimi mimi miss kweli, yes, miss, karibu naumia kiundani. Tafadhali, tafadhali, wanangu, nawaomba tafadhali, tafuteni topic lingine, tafuteni topic lingine mwingine kuongelea, kama mna lingine mnyamaze, amnanisumbua. Ha, hata sijui niko na mkakufanya nini. Acha nilale kueleza ile ukweli

Namimi mimi mke wangu kaniacha dunia duara. Salima kapata mm. Hey. mm. Hey, na mume wako kalewa jameni. Yo hey. Mambo yake ishamwenda vibaya mm. Mm. Mm. Mm.

mzee. Okay. Hey, karibuni, ah, karibuni, Shikamo. Ah, karibuni. Asante sana karibuni ndani. Mzee. Hapo. Mambo yako yako sawa, ah, mzee?

Ah, sawa mzee tu. Nashukuru, sisi pia tumetokea mjini mzee. Ninavyoona iz inavyoona hapa, nimekuletea msichana, mtu ambaye anataka kuanza maisha na haya. Ndiyo, atakuwa anataka kuanza familia na yeye, ndio ndio mwisho watu, natu, wa siku hata nao t-tukuletee wajukuu, wewe unacheza nao kuliko kae hapa hivyo. Ah, vile tunajua mama pia alituacha, ambayo ni nafaa tushukuru Mungu, maana yeye akamwita mapema, kweli hasa sasa mwanangu, wajua ya dunia ni mfiringo. Nitafurahia sana nikiona ukiwa na familia, nami kwangu itakuwa furaha sababu familia itakuwa imeongezeka. Kweli sana mzee. Kwa hivyo mwanangu, yako ashukuru mzee eh. Sasa mwanangu, wajua ya kwamba hii dunia kuna mambo mengi, aswa upande wa ndoa. Ndoa lina mambo msukumano, mkorofishano na kila haina ya mambo, lakini mwanangu, nataka kuelezea kitu kimoja wa mtu nasema nini? mke wa mtu sumu. Ah, sawa mzee, sawa mzee, kweli e. kweli sumu, na usipo jiadhari takuwa balaa balaa, belua. Na mimi nitafurahia nikiona wajukuu Salima, itakuwa furaha na baraka zitakuwa juu yenu, lakini bado narudia, mko wa mtu sumu, kweli kabisa. Mwelewe haya e. Kwa hivyo mwanangu, vile mambo hii ya dunia hiko ujiadhari naye zitaadarisha kwa hayo. Na mwanangu, nilikuwa na e, natoka kidogo kwa ajili ya chama ya wazee konayo, na nilikuwa naomba radhi nitoke kidogo. Kwa raha zenu wazee, sikutoka nyumbani, na kama unaenda hivi basi Tutaenda Aisha, hivi hata nasi pia tuangalie mazingira ya mji vile upo. Eh, ni kweli mzee. Eh, acha niweke hiyo basi. Eh, mtu zako hizi. Ndio, ndio tuandamane hizi. Angalau. Asante sana. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry.